Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Taasisi za dini zinawajibika kuendelea kusimama katika nafasi yake ya kuliombea taifa letu, lakini pia kufundisha imani ya kweli ya Mungu, kukemea maovu katika jamii na kufundisha maadili mema na kuwa kielelezo cha haki na uadilifu. Kwa njia hii Kanisa litachangia katika kujenga jamii inayowajibika na yenye uadilifu. Aidha, ni muhimu pia kuwa wabunifu na kutumia fursa ya maendeleo makubwa ya TEHAMA ikiwemo mitandao ya kijamii katika kuinjilisha na kutoa huduma nyingine muhimu. Ndugu waumini, ulimwengu wa kidijitali umeleta fursa nyingi kwa vijana lakini pia kwa kanisa na taifa, ikiwemo urahisi wa kujipatia elimu, kupashana habari, ikiwa ni pamoja na kutangaza neno la Mungu na kurahisisha mawasiliano kwa ujumla. Hata hivyo, ulimwengu huu wa kidijitali umeambatana na changamoto ambazo ni pamoja na zifuatazo. Kwanza ni hatari kwa vijana kuathirika na maudhui hasi kama unyanyasaji mtandaoni, kwa Kipare wanaita cyber bullying. Lakini pia kuna picha na video chafu pornography, pia kuna ujumbe wa kuchochea chuki kuathirika kwa afya ya akili kutokana na utegemezi uliopitiliza kwenye mitandao. Siku hizi ukiona vijana wetu wengi, simu za kiganjani kila wakati hazitoki kwenye masikio, lakini pia spika zile ndogo za kuziba mpaka masikio. Lakini pia mawasiliano ya moja kwa moja miongoni mwa jamii imepungua. Ninapenda kuwasihi Watanzania wenzangu na wanadayosisi hii kutumia jubilei hii kujitafakari upya tunapoanza hatua kuelekea jubilei ya dhahabu itakayofuata, na tutafakari kuhusu mwenendo wa Kanisa na taifa zima katika ulimwengu huu wa kidijitali. Ninawahimiza wazazi, walezi jamii na Kanisa kupima faida na madhara ya TEHAMA na kuwajengea uwezo vijana wetu kuhusu matumizi bora ya teknolojia ili yawe matumizi salama na yawe matumizi yenye tija. Ni vema pia tuhimize mawasiliano ya ana kwa ana kati ya vijana, ikiwemo kuhimiza vijana washiriki vyama vya kufundisha maadili ya dini na mila na desturi njema kupitia michezo, sanaa, shughuli za kijamii na za kidini. Ninatoa wito kwa Watanzania wote wenye sifa ya kupiga kura wajitokeze ili kutumia haki yao ya kidemokrasia ya kuwachagua viongozi wanaowataka lakini wachague viongozi bora, sio bora viongozi. Aidha, na wasihi wa Tanzania, kuendelea kudumisha hali ya amani na utulivu nchini kote, kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Mmemsikia baba askofu, hayo yaliyoyakuta mashariki ya Kongo. hata kuwa na ibada nzuri kama tuliyonayo hapa haiwezekani katika mazingira ya vurugu na magomvi kwao. Nawasihi sana ndugu zangu wa Tanzania, na hasa vijana, tuzingatie kufanya uchaguzi wetu kwa amani na utulivu, nchi yetu ili iende kuendelee kushamiri na kuwa kisiwa cha amani duniani. Lakini kipekee nitumie kusanyiko hili kuwasihi kwa unyenyekevu sana, twende katika uchaguzi, lakini tukijua pia kwamba Mungu anatamani sana sisi kuwa mabalozi wa amani, utulivu Ustahimilivu, si kwamba si kwamba anapewa mtu mwingine yoyote, lakini sisi tunamjua Mungu. Tuende kwa amani na uchaguzi wetu uwe wa amani, tukiendelea kuiombea Tanzania, tuwe na Tanzania nzuri. Na kwako baba Mheshimiwa, mimi ninaamini serikali yetu sikivu, baada ya uchaguzi tutakuwa na fursa ya kuweza kujifunza aliyotokea kwa uchaguzi, lakini kwanza tumalize uchaguzi wetu vizuri, na kama tabia ilivyo katika katika taifa letu, huwa tunafanya tathmini, tuwe na usafi, tukae tuzungumze na Mungu wetu. Hata katika Biblia anasema Njoni tuzungumze. Tunaalikwa kuzungumza. Kwa hiyo nina hakika tusiwe na papara bali tuwe na utulivu na tumalize uchaguzi wetu vema.